na tukiangazia mingine ni kwamba baadhi ya viongozi wa Magharibi ya nchi wamemrai Rais William Ruto kusitisha mkataba wa kukodisha viwanda vya sukari kwa mwekezaji wa kibinafsi Jaswant Rai, kulingana nao uamuzi... kulingana nao uamuzi wa kukodisha viwanda hivyo ni dhihirisho kwamba serikali ya Kenya Kwanza imefeli kuzingatia manifesto yake haswa kipengele cha kufufua uchumi wa eneo la magharibi. Atukubaliana na nyinyi hata kidogo. Mmefanya jambo la hila kabisa kuuza ku lease eh, eka moja kwa miaka 30 kwa shilingi elfu hamsini translating to 1600 shillings peke yake kwa eka moja kwa mwaka. Hata hapa hapa hata mtu ame, amekuwa na huruma labda 10000, lakini shilingi kweli elfu moja na mia sita kweli, kujaribu kutuambia kutuambia nini? atuambie hatima ya mashule ziko hapo ndani ya prim, public primary school ziko hapo mbili kuna public secondary school ziko hapo mbili, kuna, kuna stadium hapo. Sasa wanaona ile mashule zote zitakuwa kama Buka Academy. Watu wangapi hapa hapa hapa Bungoma wataweza karo ya kulipia hizo mashule? So ndio mnaona mambo mambo mambo mambo ni mengi, na wanaanza kuhonga honga watu, watasema oh, mshahara utaanza kulipwa kesho i oh, wakulima wataanza kulipwa. Huyo muhindi tunamjua hiyo ni show tu, anakufanya wakati wa kura. Yeye mwenyewe anaweza kukuja kala zake, sisi tumemwonea mbali mbali. Ndio naambia mheshimiwa Ruto, 2027 tafadhali, aidha hiyo mkataba kati ya serikali na mheshimiwa na ule muhindi Rai usipovunja, mimi nakuashua 2027 Bungoma, sahau kura ya watu wa magharibi.